Mwanaharakati wa upinzani na mwanamtandao Martin Maranja Masese amemlipua vikali James Mbowe mtoto wa Freeman Mbowe baada ya James Mbowe kumzungumzia Tundu Antipas Lissu kwamba kuna watu wananufaika na uwepo wake gerezani, hawapendi kuona uhuru wake, na kwamba wanapata faida kubwa sana kupitia maumivu yake. James Mbowe amekwenda mbali zaidi na kuwataja baadhi ya wanasiasa kwamba wanamtumia Tundu Lissu ili kupaa kisiasa. Itakumbukwa kwamba James Mbowe ni miongoni mwa waliokuwa wanachama wa Chadema waliohamia chama cha Chauma muda mchache tu baada ya Tundu Antipas Lissu kuwa mwenyekiti mpya wa Chadema. Katika ujumbe wake kwa kina, James Mbowe alisema namnukuu, kuna watu hawapendi kuona uhuru wako kwa sababu uwepo wako gerezani unawanufaisha wapo wanasiasa wanaokutumia kama ngazi ya kupanda kisiasa na wanaharakati wanaokutumia kama mtaji wa kutengeneza hela. Juzi tu mwezi wa kumi na mbili watu wamechangisha fedha kwa jina lako wakazipiga, wakazipiga panga. Kibinadamu inaumiza sana, pole sana mheshimiwa Lissu. Wanaharakati wametufikisha sehemu mbaya sana kama taifa. Kauli hiyo ya James Mbowe imeibua mjadala mkali mitandaoni na ndani ya vyama vya upinzani huku Martin Maranja Masese akijitokeza hadharani kumjibu kwa maneno makali na ya moja kwa moja. Katika majibu yake, Masese amemtuhumu ya James Mbowe na wenzake kuwa ni miongoni mwa waliogeuka madalali wa siasa kwa kutumiwa na CCM akidai kuwa walihama Chadema na kujiunga na Chaumma kwa tamaa ya vyeo na ahadi za kisiasa. Masese amesema namnukuu, wanaharakati hawajatufikisha hapa. Tumefika hapa kwa kuwa kikundi kidogo cha watu kiliamua kufanya siasa za udalali na kutumika wakahamia Chauma kwa kupewa ahadi za uongo za madiwani, wabunge na halmashauri. Hizo ni siasa za udalali. Akiendelea, Masese amedai kuwa baadhi ya viongozi wa zamani wa Chadema wakiwemo wale waliohama chama hicho wanatumika na kuipoteza nguvu na taswira ya Chadema, na kwamba malalamiko yao ndiyo yanayotumiwa mahakamani kuzuia shughuli za chama hicho kikuu cha upinzani. Chadema sasa inashtakiwa kwa maombi yaliyowasilishwa na wahuni waliowahi kuwa viongozi waandamizi hao ndio wanatumika kutaka kupoteza tunu ya wananchi amesema Martin Maranja Masese. Masese pia amemshutumu James Mbowe kwa kutokuwa na uthabiti katika harakati za kumtetea Tundu Antipasilisu, akimkumbusha jinsi alivyoondoka Chadema wakati Lisu akiongoza kampeni ya no reforms no election. kama kweli ungelikuwa unampenda Tundu Lisu kuliko hao wanaharakati Usingemkimbia wakati anachagiza no reforms, no election. Ulikimbilia chauma, ukagombea ubunge na hupendi hata kutaja ulipata kura ngapi, amesema Masese. Akiendelea kujibu tuhuma kwamba wanaharakati wananufaika kifedha kutokana na Lissu kuwa gerezani, Masese amesema madai hayo ni ya uongo. Akieleza kuwa familia ya Tundu Antipas Lissu ilishaweka wazi kuwa aliyefanya utapeli kwa jina lake amekamatwa na yuko mahabusu, hivyo si sahihi kusema wanaharakati wananufaika. Masese ameendelea kwa kusema, namnukuu, wanaomshtaki Tundu Antipas Lissu ni serikali ambayo ipo chini ya CCM. Hao ndio mabosi zenu, wao ndio wananufaika na Tundu Antipas Lissu kuendelea kuwepo gerezani kwa makosa ya uongo na ya ulaghai ya uhaini. Martin Maranja Masese amemalizia kwa kusema kuwa Chadema itaendelea kusimama na kumtetea Tundu Antipasilisu kama ilivyowahi kufanya kwa Freeman Aikaeli Mbowe alipokuwa gerezani, akisisitiza kuwa chama hicho kimejengwa juu ya misingi ya uhuru na mabadiliko ya kweli. Kama tulivyolinda jina la Freeman Aikaeli Mbowe akiwa gerezani, ndivyo tutakavyolinda jina la Tundu Antipas Lissu na Chadema. Chadema ni uhuru na mabadiliko ya kweli amesema Martin Maranja Masese. Hata hivyo, baada ya majibizano hayo, James Mbowe amekuja tena na ujumbe mwingine tarehe 24 ya mwezi Januari mwaka wa 2024, akijibu kwa kejeli makundi aliyoyaita watoto wa juzi kwenye siasa wanaomshambulia mitandaoni. kupitia katika ukurasa wake wa mitandao ya kijamii, James Mbowe alichapisha kipande cha video akimkumbuka Tundu Antipas Lissu wakati walipokuwa wakielekea Dar es Salaam kushiriki maandamano ya kudai katiba mpya. Namnukuu, Nilikuwa na mheshimiwa Lissu tukielekea Dar es Salaam kwa ajili ya maandamano ya kudai katiba mpya. Hawa watoto wa juzi kwenye siasa wanaopewa hadidu za rejea na Nairobi, kazi yao ni matusi, hakuna sera, hakuna mipango, hakuna mikakati, ni matusi tu, amesema James Mbowe. Ameongeza kuwa hakuna nchi inayokombolewa kwa matusi Akisema matusi hayaonyeshi hoja bali chuki, hasira na wivu wa kijinga dhidi ya wapinzani wao wa kisiasa. Hata hivyo, baada ya majibizano hayo, James Mbowe amekuja tena na ujumbe mwingine tarehe 24 ya mwezi Januari mwaka wa 2024, akijibu kwa kejeli makundi aliyoyaita watoto wa juzi kwenye siasa wanaomshambulia mitandaoni. Kupitia katika ukurasa wake wa mitandao ya kijamii, James Mbowe aliichapisha kipande cha video akimkumbuka Tundu Antipas Lissu wakati walipokuwa wakielekea Dar es Salaam kushiriki maandamano ya kudai katiba mpya, namnukuu, nilikuwa na mheshimiwa Lissu tukielekea Dar es Salaam kwa ajili ya maandamano ya kudai katiba mpya hawa watoto siyasa, wa juzi kwenye siasa wanaopewa hadidu za rejea na Nairobi, kazi yao ni matusi, hakuna sera, hakuna mipango, hakuna mikakati, ni matusi tu, amesema James Mbowe. Ameongeza kuwa hakuna nchi inayokombolewa kwa matusi, akisema matusi hayaonyeshi hoja, bali chuki, hasira na wivu wa kijinga dhidi ya wapinzani wao wa kisiasa. Hii ndo imekuwa habari ambayo tumekuwa nayo muda huu katika meza yetu ya habari, nasi tumeiandaa na tunaisogeza kwako mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wetu, ili kusudi uweze kupata kujua na kufahamu ni kipi kinachoendelea kwa sasa ndani ya ardhi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hasa kufuatia sakata la mwanamtandao na mwanaharakati wa upinzani Martin Maranja Masese na